Habari, karibu katika mada ya leo. Tunakwenda kuangalia mada mfupi lakini ni muhimu sana na ni zuri sana. Mada hii inahusu dawa ambazo zinatumika kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi, tunaita PrEP. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba. Kama bado kujiunga nasi, bonyeza alama subscribe, kisha kengele pembeni yake, utakuwa umejiunga nasi. Hizi ni dawa anazotumia mtu ambaye hana virusi vya ukimwi kwa lengo la kutengeneza kinga ya mwili na kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi, na inafanya kazi kwa kiwango cha asilimia tisini, yaani uwezo wake kufanya kazi ni zaidi ya asilimia tisini. Dawa hizi zinafanya kazi, dawa hizi zikishaingia ingia ndani ya mwili hutengenezea mwili kinga ambapo unaweza kuzuia virusi vya ukimwi vipindi vinapoingia mwilini kuingia katika seli na kusababisha madhara pamoja na kuanza kuzaliana. Ni nani ambao wako eligible au wanapaswa kutumia dawa hizi? Dawa hizi hupewa kipaumbele sana kwa watu ambao wako hatarini kupata virusi vya ukimwi. Kwanza ni wafanyakazi wa afya ambao wanaweza kukutana na dawa muda wote na kukutana na hatari za kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Lakini pia wenza ambao ni discordant couple, yani wenza ambao mmoja ana virusi vya ukimwi. Kwa hiyo wakitaka pengine kupata mtoto, basi yule mmoja ambayo ni yuko hatarini atashauriwa kutumia dawa hizi ili asipate madhara makubwa. Vigezo vya kutumia dawa hizi ni zipi? Vigezo cha kwanza ni mtu anayepaswa kutumia dawa hizi atapimwa maambukizi ya virusi vya ukimwi yaani VVU pamoja na magonjwa mengine. Baada ya hapo, atapewa ushauri wa kina na atafanyiwa uchunguzi wa afya na daktari au kutoa huduma ya afya, ndipo ataruhusiwa kutumia dawa hizi kikamilifu. Naam, jinsi ya kutumia dawa hizi, kuna maelekezo muhimu ambayo mtaalamu atakuelekeza utatumia, na kama una changamoto yoyote, utapaswa kumweleza ili kitu kingine ambacho tunapaswa kuangalia katika mada yetu ya leo ni je, dawa hizi zina madhara yoyote? Dawa hizi hazina madhara makubwa kwa afya ya binadamu, kwani uwezo kusababisha changamoto ndogo ndogo ambazo tumiaja dawa yetu tunaweza kupata ikiwemo maumivu ya kichwa, maumivu ya tumbo, kuharisha, kizunguzungu, pamoja na mwili kuchoka na changamoto hizi huweza kudumu ndani ya muda mfupi, na baada ya hapo huweza mwili kurudi katika hali ya kawaida. Niseme kwamba dawa hizi, upatikanaji wa dawa hizi ni hatua kubwa katika kupambana na virusi vya UKIMWI, kwani zinasaidia kwa kiasi kikubwa katika kudhibiti maambukizi mapya ya virusi vya UKIMWI. Lakini jambo la kuzingatia ni kwamba dawa hizi haziwezi kukinga dhidi ya magonjwa ya zinaa mengine au kukinga dhidi ya mtu kupata ujauzito. Kama unataka kupanga ujauzito, basi utumia njia za uzazi wa mpango ambazo utaelekezwa na mtaalamu wa afya. Lakini kama kuzie na magonjwa mengine ya zinaa kama kaswende, unavea na magonjwa mengine, basi unapaswa kutumia njia zingine ambazo utaelekezwa na mtoa huduma wa afya. Mada yetu ya leo, niseme kwamba tu ilikuwa ufupi na nilipenda tu nikudokeze kwamba kuna dawa ambazo zinaweza zikatumika kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hapo mtumiaji atatumia dawa hizi kama ambavyo tulielekeza na mtaalamu wa afya, na mara nyingi huwa atatumia kwa muda fulani kabla hajakutana na mwenza wake. Kwa hiyo chakufanya ili upate maelezo kamili kuhusu matumizi ya dawa hizi Wahi kituo cha afya, au kama unataka maelezo mengi, andika kwenye comment section. Nitaandaa mada au nitakushauri private kuhusu matumizi ya dawa hizi. Ulikuwa naye daktari Lenny. Share video hii kwa marafiki wengi zaidi, ili nao wapate kujikinga zaidi, wapate kufahamu kuhusu maendeleo haya ya kiafya duniani. Itokee siku njema na Mungu.